Nimeifunga safari hadi visiwa vya marashi ya karafuu, Zanzibar Unguja. Hapa nipo Mji Mkongwe. Kwa uchache tu, Mji Mkongwe ndio sehemu pekee katika visiwa vya Unguja na Pemba inaoongoza kuwa na vichochoro vingi kuliko sehemu yoyote ile katika visiwa hivi vya Unguja na Pemba. Lakini mji mkongwe ndio sehemu pekee inaongoza kuwa na mashule mengi kuliko sehemu yoyote ile katika visiwa hivi vya Unguja Pemba. Lakini mji mkongwe pia ndio sehemu pekee inaongoza kuwa na makanisa mengi kuliko sehemu yoyote ile katika visiwa hivi vya Unguja Pemba. Lakini mji mkongwe ndio sehemu pekee inaongoza kuwa na misikiti mingi kuliko sehemu yote ile katika visiwa hivi vya Unguja Pemba. Lakini Zanzibar kuna milango ya aina tatu kuna Shirazi ama Swahili, kuna Arabian doo na Indian doo. Huu unaona hapa unaitwa Shirazi ama Swahili doo, muundo wake umejengeka hivi una vinakshi nakshi fulani hivi, lakini pia nataka nikuonyeshe Indian doo. Huu unaona hapa, huu ni mlango wa Indian doo. Utautofautisha vipi kati ya Indian doo na Arabian doo? Indian doo muundo wake umekuja hivi duara lakini huu sasa ndio mlango wa Arabian Door. Huu ndio Arabian Door. Kwa stori nilizozipata hapa mji mkongwe, nimeambiwa wakati wa kipindi hiko cha ukoloni. Kwa nini mlango huu na machuma na Indian Door na machuma? Niliambiwa kwamba wasimamizi wa milango hii walikuwa pia ni Wahindi. Kwa nini una machuma haya? Nimeambiwa huko India nyama kama tembo hutembea hadi mitaani na huweza kuingia kwenye makazi ya watu. Ndio maana wao waliamua kuweka madhumuni thabiti ya kuweka vyuma hivi, ili mnyama anapokuja anapotaka kupushi mlango huu, basi huu anachomwa na hivi vichuma chuma. Na hii ndio milango kutoka hapa Zanzibar. Ungana nami katika kuonyesha vitu mbalimbali vinavyohusu utalii hapa kisiwani Zanzibar.